Nini nini umekiona daktari, tumefungwa na under 20 huo ndio tumefungwa na, na under 20 mm. Eh, Azam leo wana wanaanza first 11 hawazidi wachezaji watano, na maana wote walikuwa ni under 20 ndio wametufunga. Ukiangalia eh, fitness level wachezaji wetu leo ilikuwa chini sana down. Tumeanza na tempo ya juu kwenye first half dakika like, ya kwanza mpaka ya tano, baadaye moto kakata eh, ukakata maanake fitness level ilikuwa hakuna. La kingo takatika, takatika na ukaangalia, kiungo cha katikati kikatika kabisa, eneo ambalo alikuwa anahudumu Nabi Kamara pamoja na Lasare, maodo kante halikuwa na muunganiko ulio mzuri, yani ni kama leo tunakuwa tumekuja kucheza tukijua tunafungwa, wachezaji hawakujituma, lakini mpaka dakika sabini na nane kwanzia dakika ya kwanza mpaka dakika sabini na nane tumepata shot on target sifuri, manake hatujapeleka mpira hata mmoja unaorenga lango. Kwa leo tumeferi pakubwa kucheza na tumedeserve kufungwa kwa sababu tulivyocheza. Unanielewa? Kwanza, fitness level ilikuwa chini, tumekata moto mapema, muda wote walikuwa wanapoka mpira, hatukujiandaa kushinda kwa, kwa kwa kwa e, lakini ukiangalia hatukujiandaa kabisa shida mchezo. Kwa hiyo tuna safari kubwa ya kufanya na ni bora tumefungwa tume na azamu tukatoka, kuliko tungeshinda hapa tukaenda kucheza hivi dhidi ya Yanga gombani pale Jumapili ingekuwa shida sana. Mimi binafsi bado timu yetu inahitaji maboresho makubwa, huo ndo ukweli. Yani timu yetu bado inahitaji maboresho makubwa, tena maboresho ya kiufundi. Ukiangalia namna ambavyo tunacheza huwezi kusema tarehe ishirini na moja tukacheza na Esperance ya wei, tupate matokeo Never? Leo aliyekosekana kwenye kikosi cha kwanza nani? Shomari Kapombe, nani mwingine? Kibu Denis, Kagoma Yusuf, Yusuf Kagoma, Selemani mwalimu, huwa sio first 11 huwa anaanzia kasabu, nazungumzia first 11 ya goalkeeper. Watu wanne ndio wamekosekana, lakini Azam wamekosa wachezaji wangapi? Wengi, lakini wamepata matokeo dhidi yetu. Vijana wadogo wadogo tu under 20 wamepewa jezi wamekuja kutu, kutufunga hapa unaelewa? ingawa watu wengi wanamlamu refari. Ni kweli refari hakuwa fair, lakini tumefunga magoli mangapi akakataliwa? Eh? hakuna goli hata moja. Eneo la ushambuliaji lilikata mwalimu ameanza na mfumo wa 4231 Elie Mpas kibisara amempea kune winga kulia, ya kulia Jean Chazi ya huu wamekuja kama winga mwongo wa kushoto zeni katikati kuna Jonathan Soa nyuma yake Neo Maema. Neo Maema amecreate nafasi ngapi leo? Zero chance amecreate. Neo Maema ametengeneza nafasi ngapi? Ni mashambulizi mangapi tumeyafanya kwa lango la Azam? Hakuna. Maana yake beki ya Azam leo ilikuwa na relax. Sasa huwezi kufanikiwa kwa stari hiyo kimfumo kwa sababu most of time eneo la juu la Azam eh wana relax. Kwa mpira haikai juu kwa eneo no la ushambuliaji ndicho kichotokea kicho, leo maana yake nyingi. Jonathan Soa pia leo hakuwa bora kwenye mchezo, so we deserve tu kufungwa, tume deserve kupoteza mchezo. Hakuna kumamu refa maamuzi ambayo ameyafanya, ametunyima penalty, of course penalty mbili sio, lakini tumefunga magoli mangapi? Hatujafunga goli hata moja. Maana yake tujipange, yani kama tunataka ni BC Premier League tuchukue ubingwa, lazima tuache uongo, tujipange kwenye ukweli, kujituma kwa sababu, kama leo tumecheza hatuna key players wetu karibia tisa, nyenye mnajua wachezaji wako timu ya taifa, tuna majeruhi, tuna Sopu, tuna Yaya, tuna Sadun, tunaanarudi. Kwa hiyo tulikuwa tuna wachezaji, tuna... Tuna wengi pungufu, lakini vijana wamepewa nafasi, wameweza kupambana, wameonyesha na tumeweza kushinda eh, ambao unazungumza na baadhi ya watu wakawa wanazungumza kwamba e, pengine ni kama mechi ya mchekea chekea, lakini kitu ambacho kimekuja kuonekana kwenye pitch ni kitu tofauti. Pengine mlikuwa mnazungumza nini kuingia <coughs> kwenye mchezo huu ikiwa hamna sasa hao makipre ambao mko nao, au kocha kama kazi yake kwenye mazoezi kuelekea mechi hii, lakini pia ameongea nao wachezaji, na sisi pia vijana wengi wadogo mechi yao, wa yao kubwa ya kwanza kama Shrafu Twalibu kwa, na sisi pia tuliwapa hamasa ya, ya wao kwanza kupambana na wameweza, tulipata ushindi baada ya mchezo huu pengine ni fainali sasa, ambao inaelekea e, Gombani Pemba e, kesho mnasubiri atakayeshinda ama Young Africans. Ni timu ambazo pengine zinaonesha ukomavu kwenye ligi na, na michuano mingine. Pengine sasa mmejipanga me, me, nini kwenda kuwakabilia sasa hiyo. Leo tunaondoka wachezaji, uh, wanaenda kupumzika. Ni kazi ya kocha kuanzia kesho kuelekea fainali, atapanga plan zake game plan ya kuelekea kwenye mechi hiyo na hatimaye siku ikifika tutaona kitakachoenda kutokea. Lakini, lakini yoyote atakayekuja aje, sisi tunaenda kupambana. Sasa hiyo ni kazi ya kocha mwenyewe, kama atahitajia sisi kama uongozi, tutamtimizia, tutafanya wajibu wetu ili kufanikisha wachezaji waweze kufika kama hapa kabla ya kwenda Pemba au Pemba moja kwa moja. Kwa hiyo hiyo ni, ni maamuzi yake mwenyewe kocha, kuandaa timu sawasawa ili tupate timu bora ya kutupa matokeo. Leo ni tarehe nane, leo zebaki siku 13. Maana yake siku 13 ni wiki mbili kasoro, tukutane na miamba ya Afrika Esperance kwa mpira huu tutavuka? Kuna kazi kubwa sana ya kufanya. Inabidi tuiache kazi, tufanye kazi ili tuvuke. Nafasi ya kuvuka Simba anayo kama akiamua kurekebika na kama tukiamua kutengeneza kikosi cha kushinda. Leo ukiangalia wachezaji wetu, yaani ni kama walikuwa hawahitaji mchezo, kwa sababu kuna wakati walikuwa anapiga mtu kama mpanzu, anapata nafasi mbele, anatengeneza, anapiga chenga mpaka kwenye boksi, alafu anarudisha mpira nyuma. Umeelewa? Yaani baada ya concentrate kuulazimisha mpira uende mbele tufunge goli, unarudi mpira nyuma. Ni wachezaji wangapi ambao leo wameperform kwa kiwango kikubwa ambao tunajua bwana kiwango chake huyu ni kikubwa. Walau kidogo Mohamed Jwajabara ameingia kaonesha kitu kwamba ana uhai. Labda na Nabi Kamara kwa neno lake la kiungo. Lakini bado wachezaji wengi bado leo hawakuwa bora. Sijui shida ni nini. Je, mwalimu wa fitness level anatosha? Kwa sababu na la ni fitness level ya wachezaji wetu iko down sana. Yaani ukiiangalia ni kama vile umechoka, umeelewa. Kwa hiyo viongozi wat watusaidie kuboresha kikosi tupate timu ya ushindani, ili tuko kwa dirisha dogo la usajili, ni wakati wa kusajili wachezaji wazuri, ili tarehe 21 tusije tukapata aibu kule kule Tunisia na Esperance du Tunis. Ushauri wangu ndio huo. Sasa unaondoka na boti ya usiku ama kesho unasubiri? Mimi nitaondoka asubuhi sababu kichwa kinaniuma, kichwa kinaniuma. Sielewi yaani nini? Nili, nime, nilikuwa kwenye tukio, ni tukio la kupokea Taifa Stars leo asubuhi mpaka saa tisa niikwaapoti nimefikisha timu ya taifa posta pale kwa, kwa tifa hoteli. Nimeondoka nyumbani kwangu hivi hivi kuwai mechi hii hapa na boti ya saa kumi nikitarajia walao nitapata faraja ya moyo, Simba ipata matokeo, lakini lsadafu tumekosa matokeo. E, tunarudi nyumbani tukiwa wanyonge, nafanyaje? Basi tukutakia ta safari njema mzee. Gira heri. Pole sana. <laughs>